Andika pointi hii. Write this point. Kuwa na mzigo ndani ya moyo. Having a burden in my heart. Mtu mwingine anaenda anamuuliza mtu hey, hey, sasa utaolewa lini? Hivi kweli wakumuuliza binti, wewe utaolewa lini? Someone comes to ask, when are you getting married? Unajua maisha ya mwanadamu yako mikononi mwa nani? Yako mikononi mwa nani? A person's life is in God's hands. Na tena ukimtafuta Mungu. And when you look for God, when you find God, wewe ambaye maisha yako yako mikononi mwa Mungu. You who is your life is in God's hands. Mungu ataonekana kwako. God will appear to you. Huyu mbwambo akitokea. If this lady appears, or if mbwambo appears, akasema and he says, Nimemuona. I I saw. Nabii. I saw the apostle. Ya kwamba kumbe hanaga mikono. Oh, I saw that the apostle doesn't have hands. Na ni mchawi haswa. And he's, he's, he's a wizard. Utamuamini, hautamuamini. Will will you understand him or not? Kwa nini utamuamini? Why will you believe him? Eh? Nini bado kuna watu hata huyu anayeweza akafika mahali akasema hayo. The words that he can say. Wenye msimamo akasema, sikiliza, zamu yako imefika hapo. Mimi sijaona kwa macho bali nimesikia kwa maneno, mpaka nami Mungu anaonipenda anifunulie na kunionyesha. Makofi kama nanielewa Nalikuwa kipofu na sasa nimeona. Na nyie mnaonitazama huko kwa TV, mpode kwenye makanisa yenu, waheshimuni mnao waliowaombea, na nyie mtuheshimu nyie. Kanisa, anakuja hapa anakuombea

You have to have Mjue this. Mungu ili miaka Meet yako iwe God mingi zaidi. So that your life may live, you may live, live you long. Nalisema hilo neno kwa hekima. I am saying this with wisdom. Ukitaka maisha yako iwe marefu. If you want to live a long life. Ukitaka biashara yako iwe na nguvu. If you want to live a life, if you want your business e to prosper. Heshimu, uwe na hela usiwe na hela, kuwa na heshima, kuwa na heshima, kuwa na mipaka. Na mimi leo nikueleze, hata shetani mwenyewe akiona uko kinyume na yeye, anakutapika anaona huyo, hatutawezana. Anataka you mtu anayemkubali na kumfagilia is hand hata hand wewe mwenyewe. Even if it is you. Ukiona mtu ambayo yuko kinyume na wewe, hata kibiashara, hata kimahusiano, ki utamtapika. Katika kitabu cha Kutoka sura ya pili kumi na moja mpaka kumi na tano andika hiyo, katika kitabu cha Kutoka sura ile ya pili kwanza y mstari ya kumi na moja mpaka wa kumi na tano Twende. Itasoma kwa uweza wa Bwana, sema amina, Amen. Hata siku zile hey, Musa alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akaiangalia mizigo sasa kuna mizigo aina mbili. There are two burdens. Kuna mzigo unaweza ukapewa kwa ajili ya msaada wa watu. There may be a burden for you to help people. Na kuna ushirikina na majini na mapepo yanaweza kukubebesha mzigo wa matatizo. And then there may be evil spirits spreading onto you burdens to cast spells on people. Sasa Musa alichokiona aliona ni mzigo wa matatizo. So what Musa saw was a burden, was a burden kwa wana wa Israel on the people of Israel. Musa alipokuwa mtu mzima akanyanyuka kwenda kuwasaidia wenye mizigo. Musa stood up and he went and he helped people with burdens. Nenda Hesabu. Musa kamwambia, Bwana mbona umenitendea uovu mimi mtumishi wako? Ndio. Kwa nini sikupata neema machoni pako? Kwa nini Mungu, sikupata neema sasa machoni pako? Why haven't I found favor in thy sight? hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Oh. Wachukue kifuani mwako, hebu mwana, maana si walikuwa wako kifuani mwa nani? Mwamsa ndio amepewa, lakini Mungu anafika, Mungu na we chukua kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea. Ehe. Aha. Ila Mungu alirudi tena akamwambia Musa. Paka nchi uliowapia baba zao. Ndio Musa akaendelea na safari. Moses carried on with his journey. Paka hadi alipokomea. Up until where he. Na bado hakufika Kanaani. And he didn't get to the promised land. Hasira tena huko akamchanganya akapiga maji kwa hasira. He Mungu akamwambia, basi mwisho wako ndio huo, nitamnyanyua Yoshua. Yoshua akasimama akakamata kijiti, lakini Musa ni kwa sababu ya hasira kuchanganywa na wale watu. Mimi nilichojifunza na watu wa kila namna. What I have learned from different people. watu wanaotaka umbea wamo, wengine wakushika simu ili kutafuta maneno wamo yani, mwingine anayatafuta mwenyewe. Nyanyuka kutoka nyumbani kwako. Come from your house. Nenda kwenye biashara yako Mungu aliyokupa. Kabla hujanyanyuka kutoka kwenye lango lako, piga goti, mwambie Mengine yote yanihusu yanaonihusu, umenipa watoto, ninachokihitaji, milango ya biashara ikafunguke. Nyanyuka nenda kwenye biashara yako, fanya kazi ya mikono yako, nenda kwenye kilimo, nenda waombea watoto wako juu ya elimu yao. Stand up and pray. Hayo ndio yanakuhusu Ludi kwenye biashara yako. Hao ndio tuingie kwenye maombi sasa hivi. Una mzigo, nataka nitembee na watu wenye mzigo. Mimi nina mzigo ndio maana siwezi nikaondoka Arusha mpaka kieleweke. Naomba tusimame. Nina mzigo Bwana, ninahisi bado nina deni ninadaiwa, sijakamilisha ndoto hizi zilizoko ndani ya moyo wangu. Tengeneza wepesi. Make it in a hurry. Nipe macho ya kuona njia. Give nipe macho ya kuona njia, natengeneza njia nikatimize maono, so nikatimize ndoto. So hebu itengeneze, sema: natengeneza njia kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunatengeneza njia uliotuadilia Bwana, ya kufika palipo na ade ya kufika palipo na majibu ya kufika palipo na maono ya kufika mahali ambapo tunaweza tukatua mizigo yetu. Yesu, tunatengeneza tunatengeneza hiyo njia katika jina la Yesu, katika kati jina la Yesu, katika jina kati la Yesu, katika jina la Yesu, tunatengeneza hiyo njia, inaelekea kufunguliwa, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya malengo, kwa ajili ya ndoto, ndoto ulizoziachilia ndani ya nyumba yako, juu ya wamama, juu ya mabinti, juu ya watumishi wako. A mchana wa leo tunatengeneza njia

hiyo njia ya kuelekea ndoto ya kazi, ndoto ya biashara, ndoto ya watoto. Tengeneza, tengeneza na tengeneza. Tengeneza Baba, tunaandaa hiyo njia ya kufikishwa palipo na ndoto. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, ku like na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.